Karibu sana msikilizaji, kwenye ujasiriamali wa siku ya leo. Tunaenda kuangalia zoezi la utengenezaji wa sabuni ya magadi hatua kwa hatua. Hapo kwenye drum jekundu tumemina mafuta ya mise na tumekwisha kuyeyuka, kama tunavyofahamu kwamba mafuta ya mise yana tabia ya kuganda yakikutana na mazingira ya baridi. Baada ya hapo, tumeyeyusha tukamimina kwenye ile drum, na hii kwenye ndoo ya pinki hapa tumeweka ni caustic solution ambayo tuliloweka masaa ishirini na nne nyuma kabla ya kuitumia. Kwa hiyo tumeiandaa tume, lakini pia baada ya masaa 24 tukaipima na hydrometer kwa ajili ya kuconfirm, ili kupata matokeo mazuri katika sabuni yetu. Na hapa tunatengeneza mchanganyiko wa sabuni yetu ya magadi. Kwa hiyo tunaunganisha mafuta ya mise pamoja na caustic solution ili kupata saponification ambayo ni sabuni. Karibu sana msikilizaji, kama unapenda kujifunza zaidi, tuna madarasa yetu WhatsApp kupitia 0783 500 971. Kwa hiyo ukihitaji kujifunza zaidi kupitia WhatsApp uh, utatupata kwa namba hizo, lakini pia kwa wewe ambao unahitaji kitabu cha ujasiriamali ni ajira kwa ajili ya kujifunza kwa njia ya kitabu, basi vilevile utatutext kupitia hizo namba 0783 500 971. Usisahau kusubscribe kama unapenda ujasiriamali, lakini pia kumbuka uko na mimi mwalimu Almasi kutoka Lodness Enterprises Limited. So hapa tunakoroga mkorogo wetu ili kupata matokeo mazuri zaidi. Kwenye hili jagi la orange, nimeweka rangi ya blue ambayo ni special kwa ajili ya kutengeneza sabuni ya magadi. Kumbuka kwamba rangi za blue ziko za aina nyingi, kuna rangi zingine ni za blue lakini zinatumika kufo liquid soap. So hizo hazifai kwenye sabuni ya magadi. Hizo zinatumika katika sabuni za za maji tu kama vile hand wash, tiles cleaner, window cleaner, multipurpose tiles cleaner, na sabuni zingine za maji. Kwa hiyo hii hapa ni blue special kwa ajili ya sabuni ya magadi. Na hapa msikilizaji, kabla hujamimina blue yote, zingatia sana kuikoroga pembeni kidogo sana ili kwamba iyeyukie kwenye hicho chombo kidogo. Baada ya kuyeyuka katika hicho chombo kidogo, ndipo utakapo apply katika mkorogo mkubwa. Sasa, kwa sababu video ya leo nimetengeneza special kwa ajili yako msikilizaji ambaye unapenda kunisikiliza, na mimi nikaona ni kueleze kwa uwazi zaidi, ili kwamba nawe uweze kuelewa. Kama una ndoto ya kuwa mjasiriamali mkubwa mwenye mafanikio makubwa, lazima kuna baadhi ya vitu vizingatie. Mfano, jambo la kwanza kabisa, lazima uzingatie matumizi ya hydrometer kwa ajili ya kuconfirm ile caustic solution. Kumbuka, tunatumia caustic soda, lakini kabla ya caustic solution lazima iingia katika mchakato wa kuchanganywa na maji. Baada ya kuchanganywa na maji inakuwa uh, kwenye joto kubwa sana. Kwa hiyo utaacha masaa 24. After afta hayo masaa 24 kuisha ndipo tutakuja na hydrometer kwa ajili ya kuconfirm kile kiasi ambacho kinatakiwa katika sabuni za magadi. Unataka kujua ni kiasi gani ambacho inapima kwa solution ili kutengeneza sabuni ya magadi, hayo yote utajifunza kupitia madarasa yetu kupitia WhatsApp, au katika kitabu chetu cha ujasi ya mali ni ajira, tumekuandikia hizo kanuni na hizo mbinu mbalimbali mbali ambazo zinaweza kukupa matokeo mazuri. Hapa blue, anza kukoroga kidogo kidogo kwenye chombo aa, kidogo ambacho kitakupa wewe matokeo mazuri, kwa sababu ukikoroga kwenye mkorogo mkubwa direct, hautapata ile matokeo ya rangi yako kuyeyuka au kumomonyoka vizuri. Hapa tunakuwa tayari tuna mikorogo miwili, tunakuwa tuna mkorogo mweupe ambao hauna kala, lakini pia tuna kala di mkorogo. So hapa kuna jambo lingine ambalo unapaswa kulifahamu, msikilizaji. Jambo hilo ni jambo gani? Ni molding lazima uandae. So, baada ya hapo tunamimina ule mkorogo wetu ambao uko katika, katika chombo cha kukorogea, tunamimina kwenye moldi tunaanza na upi? Lazima pia tuje na ule mkorogo mwingine ambao una blue. Tunafahamu sabuni nyingi za magadi zina blue and white, zina rangi nyeupe na rangi ya blue. Hiyo rangi huwa inatokana na nini? Mkorogo wa blue katika kila kona ili kwamba sabuni yetu iwe na blue na nyeupe. Sasa, baada ya hapo kipi kinafuata? Tunakoroga au tunatengeneza mawimbi ili kwamba ile blue and white iwepo kila sehemu. Karibu sana darasani kwetu kupitia namba za WhatsApp hapo, ili uweze kujifunza zaidi.